Naitwa bwana Meshack Mhesi, ni mkaguzi wa mbegu kutoka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania, TOSCI. Niko ofisi za kanda ya nyanda za juu kusini. E, kwa sasa, mpaka sasa kwa wiki, sasa hivi ni wiki ya pili, tunaendelea na zoezi la ukaguzi wa maduka yanayouza mbegu. Tunakagua maduka kwa kuangalia mbegu zilizoko madukani kama zina ubora ule uliothibitishwa na TOSCI, hasa zaidi tunapitia kuona kama mbegu, zi, mbegu zinazo zinazouzwa kwa wakulima zile mbegu za mboga mboga kama zina lebo ya TOSCI kwa sababu tuliwapa e, taarifa ya kwamba mpaka ifikapo e, tarehe moja mwezi wa tatu 2025 mbegu zote zinazouzwa za mbogamboga ziwe na lebo ya TOSCI. Kwa hiyo sasa, wakati tunakagua hapa, tunaangalia kama kweli e, wauzaji wamekidhi matakwa ya kisheria ya kuwepo na lebo na kama mbegu haina lebo, mbegu hizi tunazifungia. Tumeanzia zoezi hili e, jijini Dodoma na leo tuko Njombe, tumekagua zaidi ya maduka e, hamsini. Kwa hiyo bado tuna, tunaendelea nayo. Tumezikuta nying, kweli mbegu nyingi zina, zina lebo ambao kweli zinakidhi vigezo vya ubora na zina stika hizo ambazo zinawasaidia pia wakulima kuweza kuhakiki mbegu hizo, lakini zipo ambazo tunaona kweli hazijawekwa ile lebo ya ubora ya Tosci. Hizo mbegu tumezifungia mpaka ambapo makampuni husika ya mbegu we, hizo waweze kuzae, ku, ku, kubandika hizo lebo kwa mujibu wa loti namba walizozipeleka sokoni. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya jitihada za kuwapigia makampuni yaliyozalisha mbegu hizo, na wao kukiri kweli wanakuja kufanya hilo zoezi kwa ajili ya kuhakikisha wakulima wana kupata mbegu ile iliyothibitishwa ubora na wanakuwa na uwezo wa kuhakiki. Kwa hiyo zoezi hili linaendelea. Sambamba na hilo, tunaangalia pia kama hawa wadau wetu wanauza mbegu wanauza hasa zile za mahindi, wanauza kwa mfumo wa luzuku. Hilo nalo ni la msingi kwa sababu serikali imetoa luzuku kwenye mbegu zote za mahindi kwamba mkulima anunue kwa luzuku. Kwa hiyo tuna, tunaangalia nazo kama wanauza kwa mfumo wa luzuku. Bahati nzuri tumeona eh, wauzaji wengi walijisajili kwenye mfumo wa luzuku kwenye zoezi la kuuza mbegu za mahindi kumekuwa hakuna changamoto. Kwa hiyo hili ni zoezi linaendelea na litadumu kwa takribani wiki tatu. Hili ni zoezi la nchi nzima, sio la Dodoma na Njombe tu. Ni zoezi la nchi nzima, wataalamu wa TOSCI wamesambaa nchi nzima kwa ajili ya kuhakikisha e, wanafanya ukaguzi wa kina na kuweza kutambua changamoto na kuweza kutoa ufafanuzi na usahihi wa mbegu ambazo zinatakiwa ziuzwe kwenye maduka kwa mujibu wa sheria ya mbegu. Mbegu ikikosa kigezo kimojawapo ikiwemo lebo, sheria inatambua kwamba hiyo ni mbegu feki kwa sababu haina taarifa yoyote ya udhibiti ubora, kwa hiyo hiyo hata mkulima anayenunua anaichukulia na anaitambua kama ni mbegu feki kwa sababu hakuna kitu chochote anachoweza kukitumia kuhakiki mbegu hiyo kwamba imepita kwenye mchakato wa udhibiti ubora. Na, na, wakulima, wakulima nataka na, nawaambia kwamba wakulima hawa tunafanya zoezi hili sio kwa lengo baya, na kuhakikisha kwamba wao watakuwa na vitu vya kuhakiki kwenye mbegu husika hasa ikiwemo lebo na wakiikuta hiyo lebo watakuta ina namba za kubonyeza ina vocha alafu kuna sehemu ya kukwangua ambapo watabonyeza nyota 148, nyota 52 leli baada ya hapo e, simu yake itampa mwongozo wa namna ya kuhakiki hiyo mbegu ikiendana iki na hiyo vocha atakayokuwa ameiona kwenye, kwenye lebo ya Tosci tunawapa tuna, tuna kwanza elimu wauzaji hawa kwa sababu zoezi hili E, limetuliwapa taarifa ya kwamba ifikapo tarehe moja mwezi wa tatu mbegu zote ziwe na, na lebo. Kwa hiyo tutakapozikuta zisizokuwa na lebo, fine tunao hapa ni kuwafungia kwanza hizo mbegu mpaka kuhakikisha kwamba wamepata hizo lebo na hizo mbegu zote kuzifungia maana yake hazitatakiwa kuuzwa kwa mkulima yoyote kwenye eneo lolote mpaka zipate hiyo lebo ya ubora kutoka TOSCI. Kwa majina naitwa Agape John Luoga ni mfanya kazi wa kampuni la Agrovet. Leo nimetembelewa na wakaguzi wa mbegu ambao wanatuelekeza kuwa mbegu zinatakiwa ziwezi na ya yat